Akasema, nikikuuliza kitu chochote baada ya haya usifuatane nami, kwani umekwishapata udhuru kwangu. Qaryatin istatama ahlaha faabaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidara yuridu an yanqadda faaqamahu qala law shita lattakhadhta alayhi ajra, basi wakatoka mpaka wakawafikia watu wa mji mmoja, wakawaomba watu wake wawape chakula nao wakakataa kuwakaribisha hapo. Wakakuta ukuta unataka kuanguka, yule mje mwema akausimamisha. Musa akasema ungelitaka ungelichukua ujira kwa haya. qala hadha firaqu bayni wa baynik saunabbiuka bitawili ma lam tastati alayhi sabra. Yule mtu akasema Huku ndiko kufarikiana baina yangu na wewe. Sasa nitakueleza maana ya yale uliyokuwa huwezi kuyastahimilia. amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba ama lile jahazi lilikuwa la maskini wafanyao kazi baharini, nilitaka kuliharibu, kwani nyuma yao alikuwako mfalme ana ghusubu anapora majahazi yote. wa amma alghulam fa kana abawahu mu'minaini fa khashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra na ama yule kijana, wazazi wake walikuwa ni waumini tukahofu asijewatia mashakani wa uasi na ukafiri. fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrab rahma. Basi tulitaka Mola wao mlezi awabadilishie aliye bora zaidi kuliko huyo kwa kutakasika na aliye karibu zaidi kwa huruma wa

Na ama ukuta huo ulikuwa ni wa vijana wawili mayatima kule mjini, na chini yake ilikuwapo hazina yao, na baba yao alikuwa ni mtu mwema. Basi mola wako mlezi alitaka wafikie utu uzima na wajitolee hazina yao wenyewe, huwa ni rehma itokayo kwa mola wako mlezi. Wama dhalika ta'wilu ma lam tastati' alayhi sabra, wala mimi sikutenda hayo kwa amri yangu. Hiyo ndiyo tafsiri ya hayo ambayo wewe hukuweza kuyasubiria. wayas'alunaka an dhil qarnain qul sa'atlu alaykum minhu dhikra, na wanakuuliza habari za Dhulqarnaini waambie nitakusimulieni baadhi ya hadithi yake. inna makkanna lahu fil ard wa ataynahu min kulli shay'in sababa, sisi tulimtilia nguvu katika ardhi na tukampa njia ya kila kitu. fatbaa sababa, basi akaifuata njia Hatta idha balagha maghriba shamsi wajadaha taghrubu fi aynin hamiatin wa wajada indaha qawma, hata alipofika machwe ya jua aliliona linatuwa katika chemchemu yenye matope meusi na hapo akawakuta watu. Qulna ya dhal qarnaini imma wa husna. Tukasema ewe Dhulkarnaini, ama uwaadhibu au uwatendee wema, uwafundishe uongofu na uwaonyeshe usawa. Qala amma man zalama fasawfa nuadhibuhu thumma yuraddu ila rabbihi fayuadhibuhu adhaban nukra, akasema: ama aliyedhulumu, basi tutamwadhibu na kisha atarudishwa kwa Mola wake Mlezi amwadhibu adhabu isiyojulikana. Salihan, lhusna, wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaan lhusna wa sanqulu lahu min amrina yusra, na ama aliyeamini na akatenda mema, basi atapata malipo mazuri nasi tutamwambia lililo jepesi katika amri yetu. thumma atbaa sababa

ndiyo hivyo hivyo, na sisi tulizijua vilivyo habari zake zote. thumma atbaa sababa, kisha akaifuata njia. hatta idha balagha bayna as-saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla, hata alipofika baina ya milima miwili alikuta nyuma yake watu ambao takriban hawakuwa wanafahamu lolote. qalu ya Dhal Qarnayn in Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard fa hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala baynana wa baynahum sadda, wakasema ewe Dhul Qarnaini, hakika Juju wa Majuju wanafanya uharibifu katika nchi, basi je, tukulipe ujira ili utujengee baina yetu na wao ngome? kala ma makkanni fi rabbi khayrun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Akasema yale Mola wangu aliyoniwezesha ni bora zaidi, lakini nyinyi nisaidieni kwa nguvu zenu

Nileteeni vipande vya chuma. Hata alipoijaza nafasi iliyo kati ya milima miwili, akasema washeni moto. Hata alipokifanya chuma kama moto, akasema nileteeni shaba iliyoyayuka niimwagie. famastau an yaharu wmastatau lahu naqba, basi hawakuweza kukwea wala hawakuweza kuutoboa qala hadha rahmatun min rabbi fa idha jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkaa wa kana wa wa'du rabbi haqqan, akasema hii ni sehemu itokayo kwa Mola wangu mlezi, na itakapofika ahadi ya Mola wangu mlezi atauvunja vunja. Na ahadi ya Mola wangu mlezi ni kweli tu.